Sasa kocha wa Simba Sports ameona asipoteze muda, yaani baada ya kutoa listi ya wachezaji wanne ambao wanatakiwa kwa sasa dirisha dogo wapishe Simba ili mashine ziweze kushushwa zije kuisaidia Simba Sports katika mashindano ya kimataifa na kuchukua makombe ya ligi za ndani hata na za nje pia. Sasa kocha wa Simba Sports ameona moja kwa moja atoe na majina ya wachezaji wawili ambao alioahidi viongozi kwamba ninatoa awa wachezaji wanne muondoshe Simba. Sasa mimi kuna wachezaji wawili, mimi kama mimi nimeshawaandaa, na kocha anasema au wachezaji ameowaandaa wa sio wa kwake yani ameleta zawadi kwa mashabiki wa Simba Sports. Yani anachomaanisha ni kwamba hiyo ni zawadi ya mashabiki. Sasa mashabiki kuanzia leo basi, wataanza kufurahi, yani kwa striker ambazo kocha ameamua kuzileta kwenye timu ya Simba Sports. Anaita ni furaha ya mashabiki, yani ni zawadi kwa mashabiki, kwani mashabiki sasa imani yote ipo kwa kocha huyo. Sasa na yeye ameona asiwaangushe ameamua kuleta mashine mbili za magoli ambazo baadhi ya wachezaji wa Simba Sports walishindwa kufill gap. Sasa yeye ameleta tatua matatizo, yani ameleta mashine striker ambazo hazishikiki kwa Tanzania. Yani ni usajili naamini kwa wakati huu utakuwa ni bora zaidi kusajiliwa, kwani kocha ameamua kutuliza kichwa, ameamua kuangalia na kujua ni wachezaji gani ambao watakuja kutisha hapa Tanzania. Hata majirani zetu wanaweza wakatuonea gere. Sasa unajua ni zawadi ipi hiyo ya mastraika ambao kocha ameamua kuileta, kama zawadi kwa mashabiki, kama furaha kwa mashabiki. Na kukumbusha usahau kusubscribe ili uendelee kupata habari mbalimbali mbali kupitia chaneli yako ya Mwanasimba Sports. Sasa kocha wa Simba Sports baada tu ya kusema mchezaji fulani na fulani, inatakiwa aondoke kwenye hii timu, atafutie timu za kwenda kwa mkopo. Leo hii hii kocha ameamua kumshusha striker namba tisa ambayo inaongoza kwa magoli katika ligi ya South Africa inayokipiga katika timu ya Orlando Pirates kocha ameamua kumleta Daniel Msemani kama chaguo sahihi la kuja kuziba pengo ambalo Joshua, Joshua Mkwala alishindwa kulifeli katika nafasi hiyo kipindi anatumikia Simba Sports. Sasa Daniel Msemani ameonekana kuwa ni option sahihi kwa kocha kwani ni namba tisa ambayo ni hatari sana uko South Africa, ndio kwa sasa Tobuscola anaongoza kwenye ufungaji. hivyo kocha anaamini hii ni zawadi kubwa kwa mashabiki kwani watamfurahia Daniel Msemani anayekipiga Orlando Pirates. Yeye ndo anajua ni kwa kiasi gani mchezaji huyo atainufaisha Simba Sports. Na mchezaji mwingine ambaye kocha ameamua kumtumia kama zawadi kwa mashabiki. Yani mashabiki watakuja kufulai wenyewe na kushuhudia mchezaji huyo ambacho kitu atakionesha. Ameamua kuzama ndani ya Polo Kwan City na kuchukua namba tisa hiyo ambayo ni hatari nyingine, yani ni mashine ya magoli, ni mchezaji anaitwa Jonia Jioni. Huyu ni namba tisa mchanga kabisa, kwanza ndo ana miaka ishirini na nne, lakini mambo anayoyafanya ni hatari. Ko, kiuhalisia mashabiki, tujiende kufurahi. Sisi kama Simba Sports naamini, kile kilio cha kwa nini timu yetu haipati magoli ya kutosha kinaenda kuisha. Sasa tusubiri tuone, namba mbili hizi ambazo zimeshushwa siku ya leo na kusaini mkataba wa miaka miwili kwa miwili yaani, kila mchezaji amepewa mkataba wa miaka miwili. Hivyo naamini katika miaka hii miwili wanasimba watakuwa tumejaa furaha na zile majonzi na uzuni zinakwenda ku, kuondoka na tutaanza kutembea kifua mbele kwa kuitambia timu yoyote ambayo tutakayokutana nayo. Hivyo mashabiki, tujiandae kupokea zawadi hii kutoka kwa kocha, na kukumbusha usahau kusubscribe, kwani hii ndio chaneli ambayo inakupa habari za ndani kabisa kuhusu timu yetu ya Simba Sport.